Ndugu zangu, kanisa lipo katika msiba, lipo katika maombolezo, lina tafakari juu ya kifo cha Yesu. Hakuna furaha, ni majonzi na huzuni. Hakuna kengele wala utukufu wala shangwe. Ndugu zangu, leo ni siku ambapo tutapata wasaa wa kuabudu msalaba. Msalaba ni nini? Kuna maana gani kwetu katika maisha ya imani? Ndugu zangu, msalaba ni kitambulisho cha Ukristo wetu, ni alama ya ukombozi, ni kitulizo katika magumu ya maisha. Msalaba ni shule inayotufundisha upendo usiokuwa na kikomo. Msalaba ni bendera ya ushindi dhidi ya kifo. Msalaba ni chombo kilichotakaswa kwa damu ya Yesu, na hivyo uwezesha msalaba kuwa nimela baraka, uokovu na utakatifu. Ndugu zangu, msalaba ambao Kristo alisulubiwa na kufa juu yake umekuwa kwetu sisi kichombo cha ibada chenye kustahili kuheshimiwa na kuabudiwa. Ndiyo maana leo tunaabudu msalaba kwa kupiga magoti, kuinama mbele yake na hata u Unapoongea kwa huu msalaba ni lazima umuone kwa imani Kristo mkombozi wetu aliyetundikwa kule. Ndugu zangu, Yesu alivumilia mateso, alivumilia changamoto ili sisi tupate kukombolewa. Hivyo ni mwito nimwiko kwa na kwako kutambua kwamba Ukristo ni gharama, Ukristo ni sadaka. Hivyo changamoto tuzipatazo katika safari ya imani, katika safari ya maisha ziweze kuwa ni chati, ziweze kusukuma mbele kusonga katika imani, bali zisituyumbishe changamoto zituimarishe daima patakula magonjwa Kimili Yesu Kristo. Nyakati hizi kuna makelele mengi, kuna miruzi mingi, hivyo usipo kuwa makini wenda nasi kukatawanyika, wenda nasi kutwapembeushwa. Tasikia mumini amepatwa tatizo la ugonjwa au changamoto ya kiafya

Shetani huko ibilisi huko na, ikumbukwe kwa sakramenti ya ubatizo tulitangaza vita dhidi ya shetani, lakini tulipewa silaha maandiko matakatifu. Sawa hivyo, ukiwa ni wabibu katika kusoma maandiko matakatifu, ukiwa ni wabibu kuishi, kuishilyapo vetu basi ibilisi naye atakunyakua. Ukisoma waraka wa kwanza wa Mtume Petro, ile sura ya tano aya nane hadi ya tisa inasema hivi: Muwe macho, kesheni, maana adui yenu shetani huzungukazunguka kama simba angurumaye akitafuta mawindo. Muwe imara katika imani. Hivyo ndugu zangu, siku ya leo, yaleo tunaalikwa kuishi wema imani yetu. Changamoto zisituchanganye, tuishi na changamoto zitusaidie kusonga mbele, bali zisiondoe kwenye mstari, sehemu ambayo kuna mafundisho tosha, sehemu ambayo kumesheheni mafundisho ya Mwenyezi Mungu, ambayo anatupeleka na kuweza kurithi ufalme wenyeji Mungu, ndugu zangu, mara baada ya ibada hii kukuta sehemu ya maombi kwa ajili ya